hatai uwanja iaanzisha mpira, angejua niko hapa. Hawajanijua, wangekuwa wamejazana hapa.

kwanza amewapongeza sana kwa kucheza na amesikia mmejaribu sana, hata kama mambo imekuwa hivi hivi, lakini mmekuja mkafanya mambo mzuri. So kitu amesema, amesema mwenye anasimamia hii timu kesho anitafute au organize mambo na mpira mbili, venye alikuwa ame promise anaanza na mpira mbili, then hizo nini zingine pia atapanga venye siku zinaenda, lakini mpira mbili kesho. Yeah, yeah. Yeah. yeah. So hiyo ndio message nimetuma na <laughs>